Hello, naitwa Ilam e kutoka Crypto Panuelia Academy, kifupi CPA. Karibu sana katika channel ya CPA ambapo tunafundisha elimu ya blockchain technology au mapinduzi ya nne ya viwanda. Kama ni mara yako ya kwanza, tunakukaribisha sana. Unachopaswa kufanya ni kubonyeza kitufe cha subscribe na notification ili uweze kupata muendelezo wa tutorial hizi kiganjani mwako. Bado tupo kwenye mfumo wa DeFi ama decentralized finance na leo tunaangalia tumizi lingine la DeFi ambalo ni uwekezaji au investment. Uwekezaji kwa kawaida unamaanisha kuweka fedha au rasilimali katika kitu fulani kwa matumaini ya kupata faida au mapato katika siku zijazo. Hii inaweza kuwa kununua hisa katika kampuni, kununua mali isiyohamishika au kuwekeza katika biashara. Mambo muhimu kuhusu uwekezaji, kwanza ni malengo. Uwekezaji unapaswa kuwa na malengo maalum kama vile kustaafu, kununua nyumba au kulipia elimu ya watoto. Lakini pili ni muda. Muda wa uwekezaji unaweza kuwa mfupi, yani chini ya mwaka mmoja, au wakati miaka kuanzia mwaka mmoja mpaka mitano au e, muda mrefu, yani zaidi ya miaka mitano. E, pia ni hatari. Kila uwekezaji una hatari yake na kuna uwezekano wa kupoteza sehemu ya fedha zote ulizowekeza. faida faida ya uwekezaji inaweza kuwa katika mfumo wa mapato kama vile gawio la hisa au kodi ya pango, au kuongezeka kwa thamani ya mali kama vile hisa au mali isiyohamishika. Aina za uwekezaji: kuna aina nyingi za uwekezaji ikiwa ni pamoja na hisa. Hii ni kununua sehemu ya umiliki katika kampuni. Lakini hatifungani hii ni kukopesha fedha kwa serikali au kampuni lakini kuna mali isiyohamishika. Hii ni kununua ardhi au majengo. Pia kuna biashara. Hii ni kuwekeza katika biashara yako mwenyewe au biashara ya mtu mwingine. E, pia kuna fedha za kidijitali. Hii ni kuwekeza katika fedha kama vile Bitcoin na, na kadhalika. Umuhimu wa uwekezaji, e, kwanza usaidia kuongeza utajiri. Uwekezaji unaweza kusaidia kuongeza utajiri wako e, kwa muda mrefu. Lakini pili, kusaidia kufikia malengo ya kifedha. Uwekezaji unaweza kusaidia kufikia malengo yako ya kifedha kama vile kustaafu au kununua nyumba. Lakini umuhimu wa tatu ni kuwa usaidia e, kukabiliana na mfumuko wa bei. Uwekezaji unaweza kusaidia kulinda fedha zako dhidi ya mfumuko wa bei. Sasa tuangalie uwekezaji ama investment inavyofanya kazi katika Decentralized Finance. Uwekezaji katika DeFi unahusisha e, kuweka fedha zako katika mfumo na itifaki mbalimbali ndani ya mfumo wa fedha e, uliojengwa kwenye teknolojia ya blockchain. Lengo kuu ni kupata faida ambayo inaweza kuja kwa inaweza kuja kwa njia nyingi. Aina ya uwekezaji katika e, DeFi, kwanza ni utoaji wa ukwasi ama liquid provision. Hii inahusisha kuweka fedha zako kwenye mabwawa ya ukwasi ili kuwezesha biashara kwenye majukwaa ya ugawaji, yani decentralized exchanges. Kwa kufanya hivyo, unapata ada za biashara kama zawadi. Lakini aina nyingine ya uwekezaji katika DeFi ni kukopesha na kukopa ama lending and borrowing. Unaweza eh, kukopesha fedha zako kwa watumiaji wengine kupitia itifaki kama vile Aave au Compound na kupata riba Vinginevyo unaweza kukopa fedha kwa, kwa kutumia mali zako kama dhamana. Lakini pia eh, kilimo cha mavuno ama yield farming, hii ni mbinu ya kutumia itifaki mbalimbali mbali za DeFi ili kupata faida kubwa zaidi. Inahusisha kuhamisha fedha kati ya itifaki tofauti ili kuchukua fursa ya viwango vya juu vya riba au zawadi. Lakini aina nyingine ya uwekezaji katika DeFi ni kuwekeza kwenye miradi ya DeFi ama ICO DeFi ICO, unaweza kuwekeza katika token za miradi mipya ya DeFi, ya ICO ambayo inajaribu kutatua changamoto fulani au kutoa huduma mpya. Hii inaweza kuwa hatari zaidi, lakini pia inaweza kutoa fedha kubwa ikiwa mradi utafanikiwa. Aina nyingine e, ni e, biashara uh, biashara ya token, ya ma-token trading, unaweza kununua na kuuza token za DeFi kwenye majukwaa ya biashara ili kufaidika na mabadiliko ya bei e. Faida za uwekezaji katika DeFi, kwanza upatikanaji. DeFi inapatikana kwa kila mtu mwenye internet bila kujali mahali alipo. Lakini uwazi, e, shughuli zote zinafanyika katika blockchain. Nyingine e, ni udhibiti. E, unadhibiti fedha zako mwenyewe bila kuhitaji msimamizi wa kati. Faida kubwa E, katika DeFi unaweza ku, e, kutoa faida kubwa kuliko njia za kawaida za uwekezaji. Sasa za uwekezaji katika DeFi, kwanza ni hatari. Kuna hatari ya kupoteza fedha zako kutokana na udhaifu wa usalama, kushuka kwa bei au miradi ya ulagai. Lakini e, pia DeFi inaweza kuwa ngumu kueleweka kwa, kwa kompyuta. Inahitaji ujuzi wa teknolojia ya blockchain na dhana za kifedha. E, lakini ubadilikaji, mfumo wa DeFi unabadilika kwa haraka ambayo inaweza kufanya kuwa changamoto kuendelea na mabadiliko. Mambo ya kuzingatia kwanza kabla ya kuwekeza katika DeFi, fanya utafiti wa kina kuhusu mradi, itifaki au token unayotaka kuwekeza. Lakini hakikisha unatumia wallet salama na unachukua tahadhari zote za like kiusalama ili kulinda fedha zako. E, so, swali lingine la kuzingatia niwekeza tu kiasi cha fedha ambacho uko tayari kupoteza. Lakini jifunze kuhusu teknolojia ya blockchain, e, itifaki za DeFi na dhana za kifedha kabla ya kuwekeza. Uwekezaji katika DeFi unaweza kuwa fursa nzuri ya kupata faida kubwa, lakini pia inakuja na hatari kubwa. Ni muhimu kufanya utafiti wako wa kina na kuelewa mambo yote kabla ya kuwekeza. E, mifano ya decentralized applications zinazofanya kazi ya uwekezaji katika DeFi kwanza ni Aave lakini kuna compound Uniswap MakerDAO PancakeSwap na kadhalika well that's it for today don't forget to press that uh, subscribe uh, and notification button for more of this stuff uh, hopefully you like it next topic ni decentralized insurance uh, I hope you, uh, to see you guys on the next one CPA